Siku chache zilizopita, tumeshuhudia kocha wa zamani wa klabu ya Real Madrid akitambulishwa kama kocha mpya wa timu ya taifa ya Brazil, na akaita kikosi kipya cha timu ya taifa ya Brazil na kuwarudisha baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hawaitwi katika timu ya taifa ya taifa Brazil. Hapa tunazungumzia baadhi ya wa wachezaji kama Casemiro wa Manchester United, lakini Antony ambaye alikuwa anakipiga Real Betis pia ni mchezaji wa Man United. Hawa ni baadhi ya wa wachezaji ambao walikuwa hawajaitwa kwa muda mrefu kwenye timu ya taifa ya Brazil, lakini Carlo Ancelotti aliwaita na akiamini wataenda kumpa matokeo mazuri katika mashindano ambayo yanafuata mara baada ya kuwa kocha mpya. Sasa baada ya Carlo Ancelotti kutambulisha kikosi chake kipya cha timu ya taifa ya Brazil, basi waandishi habari walipewa muda wa kumuuliza maswali kocha huyu. Kati ya swali ambalo aliulizwa Carlo Ancelotti ni kwamba aliulizwa kocha, tumeshuhudia kikosi chako kipya cha timu ya taifa ya Brazil, lakini hatujaona kumjumuisha nyota Endrick katika timu yako ya taifa ya Brazil. Alichomjibu Carlo Ancelotti alimwambia kwamba sijamuita Endrick kwa sababu kwenye timu yake ya Real Madrid kocha wake mara nyingi sana anamuweka benchi, ndio maana hata mimi sijamuita, kwa sababu siwezi kuita mchezaji ambaye anakaa benchi. Lakini tukivuta picha vizuri, mtu ambaye alikuwa anamweka benchi nyota Endrick ni yeye mwenyewe Carlo Ancelotti akiwa Real Madrid, ndio alikuwa anamweka Endrick benchi. Kwa hiyo hili ni jibu ambalo kitaalamu siju tunalihitaji hapa. Hebu comment hapo chini uniambie kitaalamu Carlo Ancelotti ile jibu lake linaitwaje?